Tuendeke kaunti namba kumi na mbili. Watu wawili wamefariki huku wengine watano wakiwa katika hali mahututi baada ya kunywa pombe haramu inayokisiwa kuwa na sumu katika kijiji cha Ngitana, Igembe Kaskazini, huko Meru. Inadaiwa kuwa mmoja wao alifariki, ambaye ni mgemaji wa pombe hiyo aliitia sumu na kuwapa wenzake pombe hiyo. Kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma ametoa onyo kali kwa chifu wa eneo hilo ambaye anatuhumiwa kupokea hongo na kufumbia macho unywaji wa pombe haramu. Kitu ya na hii fombe ni wakubwa wetu ndio wanaleta fombe kwa sababu ya kukula ongo. <cười> <cười> Sasa sasa tunasema hivi, wakuu wetu wakubwa wakuja watuangalilie Ngitana kwa sababu tunaona tunaisha kabisa. Mtu ameajiriwa anapewa silingi ishirini, hata ilisikia si hata mia mbili yote. Hata ukimpea ishirini anakuambia endelea, na tumekuja kuundua viongozi wetu, hata ukikuja na sumu ile inaitwa, hata ile ndawa ya, ya, ya kunyuzia samba ukiwaambia ukimwambia sika 200 ni kunywa, anaweza kuambia kunywa, hiyo ni shida yako. Kutoka leo tarehe tano mwezi wa kumi na moja watu wa Ngitana tumeza, nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe pombe imewachwa kupambana na watu. Komanda ya polisi angalia moja kwa moja, the police establishment ambayo iko within, ni itoke hapa, mtafute askari, mpatie watu watu ambao wanaweza kusaidia nani, kusaidia wananchi na wale ambao nasikia na wanatajwa, sijui machifu wa sijui watu gani ambao wanahusika na hii vitu, wanaokota pesa, mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali, halafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia, turejea hapa kaunti namba